Mashe, mashe shee, nanipatano mana ndevu nini za acha ibana, waya anakiwa arudi shule, waya anarudi shule. E. Eh, <laughs> eh, shule. <hazamu> shule Eh, kuna mgao uonoza, hebu sendo kaptula ya shule hapa si, mimi mimi na dili na mwenye duka winga mimi sitaki. Haya bwana, mwenye duka wewe kaptula shula huna. Winga. Waya waya nabidi asome. Vipya, habari wakina mama. Kwema kabisa. Habari ya mwaka mpya, eh, mwalimu wake mimi

Iwe na mtosha waya. Hebu bora ukasome. Hebu iwe na mtosha waya <km2> Hii ndogo. Hiyo size um, kubwa kabisa yani size kubwa. Afu mbona ni enjoy usasa nitakupiga nayo. Shule, shule unataka heshima. Waya lazima asome. Bora asome, bora asome. Ili anigeuke baadaye. Ana akili kama, kama Zamudi. Mimi usinifananishe na zombie. Eh. <laughs> <laughs> Haya kam kubwa. Vipi uko nyuma? Salama. Nyuma tupo live na maisha live. Waya, usome mwana na meneja. Na nitakufundisha <inaudible> vile navyotakiwa. Kinyamuzi bwana swali zuri, kinyamuzi ametuacha <coughs> <coughs> <coughs> <Hey, tos> amechoka amepolochoka kikosini, amepolochoka <coughs> <coughs> yani amesepa naye. <coughs> Ah, <me> anajitegemea <Hey, tos> naye ana kampuni huko